Hello, habari kijana mwenzangu. Uh, nimeona tena na leo tena tushare kitu kimoja ambacho nimekiobserve. Sisi kama vijana tunapaswa kujua nguvu ya kuzungumza ipoje, kwa sababu kama kijana unapozungumza, mazungumzo ambayo unayazungumza ndio ambayo inadetermine kuwa wewe ni kijana wa namna gani au ni kijana mwenye msimamo gani. Kuna nguvu kubwa sana kwenye kuzungumza kama kijana. Kijana anapozungumza anapasa fahamu kile ambacho anakizungumza kina gani kwake na katika jamii yake, lakini pia wale ambao wanazungumza nao ama wale ambao wanamsikiliza ni watu wa aina gani, ama ni watu wenye wa upeo gani, kwa sababu baada ya kuzungumza sasa ndipo watu wataanza kukujaji wewe, kujua ni kijana wa aina gani ama kujua nguvu yako ya mazungumzo ni ya namna gani kwao. Kama kijana, tuna jukumu la kujua tunazungumza nini na lengo la mazungumzo yetu ina address kundi la namna gani, kwa sababu ipo nguvu sana ya kuzungumza. Thank you.